Kishindo cha viongozi wa Ulaya kimeibuka baada ya kukamatwa kwa kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Tundulisu aliyekamatwa tarehe tisa huko Mbinga, Ruvuma. Katika ukamataji huo, Lisu walikumbana mkono wa sheria baada ya kusafirishwa kutoka Ruvuma kupelekwa Daa kwa ajili hatu kisheria, jenna, jeshi la polisi Ruvuma, ya hatua nyingine za kisheria ikiwemo mahojiano na vyombo vya dola. Jeshi la polisi Ruvuma walitoa taarifa ya awali na kusema Lisu anatumiwa kuhusika na uchochezi katika mikutano ya hadhara. Hata hivyo, jeshi la polisi nchini Tanzania walimfikisha Lissu mahakamani ikiwa masaa kadhaa tangu kushikiliwa kwake ambapo alisomewa mashtaka matatu ikiwemo kutoa taarifa za uongo na kosa la uhaini. Kufuatia tukio hilo, kiongozi kutoka bunge la Ulaya ametoa kauli yake kwa mara ya kwanza. David McAllister ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya Wizara ya Mambo ya Nje katika bunge la Umoja wa Ulaya amesema kwamba Kukamatwa kwa rafiki yangu wa Chadema Tundu Lissu na mamlaka za serikali ya Tanzania ni usumbufu mkubwa. Tundu Lissu ni wakili wa muda mrefu wa masuala ya utawala wa kidemokrasia Tanzania. Kupigania uchaguzi huru na wa haki sio uhaini. Mwachilieni Lissu sasa. Ni ujumbe wa David McAllister ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya Wizara ya Mambo ya Nje katika bunge la Umoja wa Ulaya ametoa kauli hiyo hii leo.